Na mtazamaji, je, umewahi kukatwa na kijembe ama wembe? Natumai uchungu na ufahamu, lakini katika kaunti za Elgeyo Marakwet na Nandi wasichana wanataabika kwa ukeketo wakiwa wadogo, yote ni kwa misingi ya tamaduni zilizopitwa na wakati na kama anavyoripoti Francis Mtalaki, hata baada ya serikali kupitia bunge kupiga marufuku mila hiyo, bado tamaduni hiyo inafanyika katika sehemu mbalimbali nchini kisiri. Kwa nini iwe hivyo? kaunti za Elgeyo Marakwet na Nandi, desturi ya ukeketaji ingali inaendelea licha ya serikali kupiga marufuku ukeketaji. Mila na desturi zikiabudiwa na kuwalazimu wasichana hao watano kuumia kiafisa. Nikitembea hata hii sherehe uh, wengine wananitusi, wananitupa nje, sasa naona ni vibaya. Kuna yangu hakuna nilisikia kuna vile wanafanyia hawa. Mimi tu niliamua peke yangu, hakuna mwenye alinilazimisha ke ilikuwa imefika, baada ya kukamatwa na maafisa wa polisi na kukiri kutekeleza shughuli hiyo. chambo hilo ni kweli, na tumepata wamama saba ambao wamekeketwa, na tumepata mshukiwa mmoja ambaye atatusaidia katika uchunguzi zaidi. Wanawake haswa wanayofunga ndoa ndio wanaolengwa zaidi. Kwa kawaida mila na tamaduni za jamii hii ni kwamba msichana lazima akeketwe kuashiria amekomaa, lakini wale wanaokosa kukeketwa hujikuta matatani wakati wa kufunga ndoa. Even a man will never say my woman is not at home. That is, those are the reasons they were giving me. They will only say nimeacha watoto. Ni kutokana na dhana wanaoamini kuwa mwanamke anafaa kupitia uchungu fulani kwa yeye kukamilika. That if you are not taken through this program, you will never have a husband to marry you. And if you are married, you might even give birth to, uh, abnormal kids. Viwango duni vya elimu vimelaumiwa kwa kuendelea kukithiri kwa tatizo hili. La kutia moyo ni kuwa kuna wale wameamua kutupia kisogo mila hii. Nyanya huyu aniyesifika kwa ukeketaji, sasa anajihusisha na kampeni za kupiga vita ukeketaji. safari hii aana takatumda Francis Mtalaki, KTN Leo Wikendi.